Ya katika kumalizia somo letu kwa sababu ya kimawasiliano, hii ni kipengele cha sehemu ya pili katika somo iliyotangulia katika ile sehemu ya kwanza. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia habari nzima kuhusiana na uraibu, na tukasema kwamba katika mwendelezo kwamba kuna vitu vingi visivyo viovu kwa asili vinavyoweza kuwa sanamu na kutuondoa kwenye muda wetu makini pamoja na Mungu. Katika mazingira, ingekuwa vyema kwetu kufanya mfungo kamili au kwa muda mrefu hadi pale vitu hivi vinapokosa kuwa na utawala mioni mwetu. Kwa hili simaanishi kufunga kwa kuacha chakula fulani mahususi, isipokuwa hiyo ni mojawapo ya uraibu bali badala yake kufunga kwa kuepuka kitu fulani mahususi kinachosababisha maridhiano ya kiroho. Hii ndiyo hoja ambayo nilikuwepo na nilikuwa nimefikia kwamba, uh, ibada ya sanamu ina, ni kitu chochote ambacho kinachukua nafasi kabla ya Mungu wako, na hivyo kinaweza kuwa simu, kinaweza kuwa chombo aina fulani ya kielektroniki uh, ina, inaweza kuwa chakula. Ina, ina inaweza kuwa mavazi, hata mavazi ni, inaweza kuwa ibada yako ya sanamu. Maana kuna watu wanakuambia hawezi kwenda kanisani kama hajapata nguo mpya katika sabato hii inayokuja, yani mtu ili aje kanisani mpaka aje na nguo mpya, akikosa nguo mpya hawezi kuja kwa ibada, na hata kama akitokea amekuja, moyo wake unakuwa hauna amani, maana hajapata nguo mpya. Kwa hiyo inakuwa ni uraibu. Kwa hiyo uraibu umejipambanua katika maeneo mbalimbali, ambapo sasa katika muktadha wa kiroho yanapoendelea kuchukua nafasi katika moyo wa mtu, unazalisha ibada ya sanamu. Kitu unachokipenda zaidi kuliko kumpenda Mungu, kitu ambacho kinachukua nafasi ya kwanza kabla ya Mungu wako, hiyo ndio ibada yako ya sanamu. Sasa jiulize, Ukiachana na kuabudu miti, kuabudu milima, kuabudu wanyama na kadhalika na kadhalika, ni ibada gani ya sanamu umejiundia kutokana na vitu ambavyo vinatuzunguka kwenye mazingira tuliyomo? Kwa lazima tujioji miongoni mwa vitu vinavyosababisha, nimesema kwamba katika kipindi kilichotangulia hicho somo leo tangulia, nimesema miongoni mwa vitu vinavyorudisha nyuma hata hali zetu za za, za za kiroho ni pamoja na kuendekeza uraibu wa vitu mbalimbali tulivyo navyo leo, na hivyo tunapaswa kila mmoja kujihoji. Ndipo sasa tukasema siri kubwa, siri kubwa ya kushinda uraibu ni kujisalimisha mikononi mwa Mungu, kumwambia Mungu ya kwamba jinsi nilivyo na vyote nilivyo navyo, Bwana, ni vya kwako, na hivyo ninaomba hekima, unisaidie kuvitumia kwa utukufu wako. Ndio maana tunasoma katika leo Galatia sura ya pili fungu la ishirini kwamba Paulo anatoa uzoefu wake wa mahusiano yake na Mungu kwamba nimesurubishwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, si mimi bali Kristo yu hai ndani yangu. Nini kinachotufundisha hapo? Tunajifunza nini katika maneno hayo? Sisi peke yetu hatuwezi kujiokoa katika uraibu wa namna yoyote ile, isipokuwa tukibaki mikononi mwa Mungu na kumpatia mioyo yetu na kurudi kumpenda kwa moyo wetu, kwa akili, kwa roho na nguvu. Tukikabidhi mikononi mwa Mungu, tukajisalimisha kikamilifu mikononi mwake atatuwezesha Kushinda. Ndipo anasema hivi. Siri ya kushinda uraibu si popote, ni hii. Ufunguo mkuu katika kushinda uraibu au dhambi yoyote ni kumpatia Mungu mioyo yetu yote na kumgeuzia yeye mwelekeo wetu kikamilifu. Kama tukizama kwake tukimjia, tukimjua, tukijifunza neno lake, tukiwaeleza wengine habari zake, hatutajaribiwa kiasi hicho kupoteza muda au kutazama mambo ya ulimwengu na kumwacha Mungu wetu. Na kwa hivyo, ikiwa tunahitaji kushinda uraibu, kujisalimisha mikononi mwa Mungu. Mikononi mwa Mungu pekee ndipo kuna usalama mikononi mwa Mungu pekee ndipo kuna ushindi, na yale tunayoona ni magumu, yeye atatuwezesha. Swali ni hili: ni uraibu gani unaopambana nao? Wakati mwingine tunao vijana wetu shuleni wana uraibu, vijana wa kiume wana uraibu, uraibu wa kujichua, masturbation kwa Kiingereza. Vijana wanajichua, ni ugonjwa, ni ugonjwa na katika habari nzima ya usafi wa maisha vijana, tunawaambia acheni, wa kiume na wa kike. Ikiwa umeathirika kutokana na hali hiyo, bado hujachelewa, rudi kwa Yesu, salimisha vyote ulivyo navyo na akili yako, Mungu atakusaidia. Wale walio na uraibu wa kusoma hadithi za kusisimua hadithi za ngono zikawapelekea kujihisi wamelala na wanaume na wanawake, kumbe ni matokeo ya kutazama video za ngono, filamu za ngono, maana tumejifunza kwamba ni uraibu pia. Kwa hiyo nini kitakachotusaidia kutoka humo? Salimisha akili yako kwa Mungu. Ikiwa unapendelea kutazama filamu za ngono, ndio matokeo ya uraibu huo katika mwili wako, zuia, acha, badala yake anza kusoma neno la Mungu, maana katika Zaburi nasema, jinsi gani kijana asafishe njia yake? Kwa kutia ya akinifuata neno lako. Kwa moyo wangu nimekutafuta, nime nisipotee mbali na ya maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo neno la Mungu, maombi ya dhati, na kujisalimisha kikamilifu kwa Roho Mtakatifu ili atuongoze, ndizo siri zitakazotusaidia kushinda. Niwaambie vijana Inawezekana. Ninapozungumzia somo hili siwezi nikawasahau vijana, maana miongoni mwa wahanga wakubwa ni vijana. Kujichua, wa kiume na wa kike, kujichua, wanajichua, wanajichua kuamsha ashiki kabla ya wakati wake, imekuwa ni uraibu. Vijana wa kiume, mtakubaliana na mimi, kipindi tunajifunza kwenye somo la biology hii, nawaambia tu wazi, wale wote wanaoendekeza hii tabia ya kujichua masturbation, vijana wa kiume, nguvu unayoitumia na sehemu halisi ambapo ungeenda kutenda tendo hilo ni kubwa kuliko ambavyo ungepewa mwanamke wa kulala naye, unatumia nguvu kubwa mno ajabu. tulijifunza tulijifunza katika somo la biolojia, sayansi, wale waliosoma sayansi, ya kwamba uke wa mwanamke ni kama ambavyo unarowanisha mkate au sponji, unairainisha ndivyo inavyokuwa. Sasa mtu kijana, ukikutana kama wani binti, sasa umekutana na, na mwana, na mwanaume ambaye alikuwa na mazoea hayo na tayari ameathirika akili yake, ndiye anakwenda kukuoa, hatafanya chochote, utasumbua washauri na saa kwenye ofisi za, za washauri, na saa hamtaisha kwa wachungaji, hamutaisha mkiomba ushauri, na saa kutokana na haya ambayo yametokea kwa mwenzako. Kwa hiyo hasa hasahasa, vijana wa kiume, ni athari kubwa mno mno mno mno mno mno. Na kwa sababu hiyo suluhisho pekee, ikiwa wewe ni muhanga, acha mwombe Mungu akusaidie. Tumejifunza kwamba katika somo liyotangulia, yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Inawezekana ukidhamiria, kijana wa kiume. Kwa hiyo acha, saa itakapofika ukiwa mwanamke mwenyewe hutafanya chochote. Na, na, na nimetangulia kuambia hata katika ndoa zipo ndoa zilizopitia hayo na matokeo yake kama ni mwanamke alikuwa anajichua ameshindwa, na kwa sababu hiyo hawezi hata kama amekutana mume wake hawawezi kufika popote. Badala yake akifanya vile alivyozoea ndivyo moyo wake unatulia. Uraibu, uraibu. Ndivyo ilivyo kwa wanandoa, ndivyo ilivyo kwa vijana ambao wanajichua na wanategemea kuwa na ndoa baadaye. Tunashuhudia wengi tu, akilia akiwa na mke wake hamfurahii, ila akienda kufanya vile alivyozoea kufanya anafurahia Kumbuka, yuko kwenye ndoa tayari, lakini bado anafurahia mke wake, ila akienda pembeni akafanya alivyozoea, anajisikia amani na furaha na kufika mahali alipotaka kufika. Ndugu zangu, uraibu ni mbaya, unakosesha hali za kiroho, kimwili, kiakili, kiafya, kijamii, hata kiuchumi. Na hivyo suluhisho pekee ni nini? Turudi mikononi mwa Yesu, tujisalimisha kikamilifu. Yuko tayari kutusaidia ikiwa kuna uraibu wowote wa unaokusumbua. Narudia kusema, bado hujachelewa. Ukisalimisha mikononi mwako mwa Mungu leo, mikononi mwa Mungu leo, atakupigania. Na hivyo salimisha maisha yako yote mikononi mwa Mungu. Ninajua wapo wengi wameathirika lakini kimbilio ni kwa Mungu pekee, iwe ni kwenye mitandao, iwe ni kusana mwili wako, katika hali yoyote inayokusibu, tambua bado hujachelewa. Madamu uko hai, unapumua, na umebahatika kupata hili somo, bado hujachelewa. Ikiwa kuna uraibu unakusonga ambao wakati mwingine umepelekea unakosa maombi, unakosa ibada iliyo ya kweli, unakosa utulivu wa kufanya uhusiano wako na Mungu. Bado hujachelewa, kabidhi vyote ulivyo navyo. Ikiwa ni moyo wako, mwambie Yesu, tawala moyo wangu. Ikiwa ni akili yako, mwambie Yesu, tawala mawazo yangu yasiwaze uchafu. Na unapoomba hivyo, chukua hatua, usiendelee kukaa mahali pachafu. Kama ni umeathirika na kusoma vitabu vya hadithi za ngono, acha kusoma. Unapoendelea kuomba maombi hayo, chukua hatua ya kuacha kusoma hivyo vitabu vya ngono. Badala yake penda kusoma vitabu vya kiroho kama hivi, penda kusoma vitabu vya kiroho. Biblia ni mwongozo mkubwa wa kukusaidia kushinda kila aina ya, ya uchafu na uraibu. Inawezekana, inawezekana, inawezekana kushinda uraibu ikiwa tutasalimisha maisha yetu mikononi mwa Mungu. Na hivyo ninapenda kuomba na wewe katika siku hii ya leo. Ninajua wapo ambao wameathirika, ninajua wapo hujachelewa. Kubali kusalimisha maisha yako kikamilifu mikononi mwa Mungu na Mungu atakupigania. Basi nikualike tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, ukweli ni kwamba tuna waraibu wengi katika dunia hii. Yumkini hata walio wateule wanakumbwa na uraibu. Masaa haya ninawaleta mikononi mwa ikiwa kuna kijana mahali fulani amekumbwa na uraibu, msaidie, anapokubali kujisalimisha miguuni pako. Ikiwa kuna baba fulani mama fulani amekumbwa na uraibu, msaidie kujisalimisha mikononi mwako. Kisha Bwana, ututakase kwa kaa lako la moto kama ulivyomtakasa Isaya akatakasika. Roho wako Mtakatifu atakase mioyo yetu atakase akili zetu ili tuweze kupata utulivu wa kutosha pamoja na wewe katika neno lako katika maombi katika ibada tupate uhusiano thabiti pamoja na wewe na hivyo ikiwa kuna muathirika yeyote, bila kujali viwango alivyo navyo, kwa kuwa kwa wanadamu yanaweza kushindikana, ila kwako, kwa Mungu yanawezekana, tuwezeshe kushinda kila aina ya uraibu, uraibu wa miziki, uraibu wa mipira, uraibu wa mavazi, kila aina ya nasa kwa jinsi zake uraibu wa chakula, kushindwa kujizuia kwa habari ya chakula. Yesu tusaidie, tusaidie hata tunapofunga wakati mwingine, tufunge kwa kudhamiria na kumaanisha dhidi ya vitu vyovyote vinavyotuzinga tukakosa uhusiano na wewe. Na hivyo Bwana, tuwezeshe na utupiganie. Ikiwa kuna mraibu mahali fulani, msaidie wako vijana wengi wa kiume na wa kike wanajichua katika miili wanajichua. Tunashuhudia ndoa nyingi zikishindwa kwa sababu ya vijana wa kiume na wa kike waliopitia uzoefu huu mbaya. Na ikiwa kuna kijana anasikia katika siku hii ya leo, msaidie. Vijana walioko vyuoni, vijana walioko shuleni sekondari, Baba wako walio na shida hii na changamoto hii, wasaidie kutulia miguuni pako hadi saa itakapofika ya kuona kuolewa, wakipata wenzi walio bora wa maisha. Mwisho wa yote, Bwana, tunasalimisha maisha yetu mikononi mwako, surubisha nia zetu na nafsi zetu, ili tupokee utakaso wa kiroho kutoka kwako. Tunaomba na kuamini ya kwamba wewe ni muweza na unatenda na kuzidi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu atubariki na bariki neno lake kwa jina lake Yesu. Amina. Bwana.